Nam msikilizaji, karibu sasa katika mjadala wetu wa leo na tunaliangazia suala la kupumzika na kuondoa uchovu ili kutuliza akili baada ya mihangaiko na shughuli eh, za juma zima kurejesha nguvu na kupunguza mawazo na kupata amani ya moyo ili kujiandaa tena kwa ajili ya juma lijalo. Mfano, kufanya shughuli mbalimbali kama vile matembezi, kushiriki mchezo unaoupenda, kupata burudani, kutembea kwenye bustani, kusoma vitabu, kusikiliza muziki, kuoka vitu unavyovipenda kutumia muda na marafiki au familia au hata kuwa na muda wa utulivu na kadhalika. Yote haya ni muhimu kwa afya yako. Hali hii humsaidia mtu kuongeza furaha na kuongeza umakini, iwe ni katika kazi, masomo shuleni, au hata kwenye biashara na shughuli binafsi. Kuyazungumzia yote hayo, tunaungana kwa njia ya simu na kijana Salum Juma na mwanasaikolojia Elibariki Mkumbo wote wakiwa huko Dar es Salaam, Tanzania. Kama mnanisikia, karibuni sana bwaungwana na asante sana, nashukuru sana. Na asante sana. Basi nikianza na wewe bwana Salum Juma kama mjasiriamali eh, huwa unapenda kufanya nini ili kupumzisha mwili na akili eh, baada ya wiki nzima ya hekaheka heka, eh, za kazi zako? Naam, asante. Sasa hususani, siku za wikendi, napendelea sana kupumzisha mwili na kufanya mazoezi mepesi ya kuweza kufanya mwili unakuwa vizuri, na kingine ni kukaa sehemu yenye utulivu na kupendelea kusoma vitabu. Ndiyo, lakini kama vijana tunavyofahamu, huwa si mtu wa kwenda labda kama klabu ama sehemu ya kupata burudani ya muziki na vinywaji baridi. Hapana, kipendelei sana, na tutendelea sana kukaa sehemu yenye utulivu kwa ajili labda kupata upepo e, na hasa kutendelea kusoma vitabu kama riwaya na tamthilia. Ndiyo eh. Basi nikielekea kwako Elibariki Mkumbo, wewe kama mwanasaikolojia eh, mtu huwa anapata faida gani kutenga muda mahsusi wa kupumzisha mwili na akili? Okay, asante sana uh, namna rahisi ya kuelewa ni shida anayoipata mtu asipopumzika, mtu asipolala vizuri, asipopumzisha mwili wote tunafahamu nini kinatokea, anapoteza kabisa, uwezo wake wa ufanisi wake unashuka, uwezo wake wa ule umakini wake unashuka, na ikiendelea kwa muda mrefu inaanza kutengeneza stress kwenye mwili na tunaona changamoto nyingi. Kwa hiyo uh, kupumzika kwa namna yoyote na tafsiri yoyote ambayo kwa mtu atafili ni kupumzika inaurudisha ni kama ina recharge mwili wako, ni kama inakurudishia focus yako. Kwa hiyo ina faida kubwa, sio tu kiakili lakini pia uh, kimwili kwa maana kwamba mwili unapata nguvu mpya. Eh, focus yako ina, uwezo wako wa kumakini unaongezeka. Kwa madereva wanafahamu, ukiwa hujalala kiwango cha kutosha unapoteza ule umakini. Kuna details ndogo ndogo ambazo katika hali ya kawaida ungeweza kuzinotice zinapungua. Kwa hiyo cha kwanza ni kurecharge energy yako, nguvu yako, lakini ongeza umakini, lakini pia ni nzuri kiafya, kwa sababu inafanya mwili uweze kukuja naye. Kwa hiyo hizi ni faida kubwa za mtu kupumzika na ufanisi, lakini pia tafiti zinaonyesha pia ina inaongeza ina pia umri wa kuishi. E, katika sayansi ya aging, kadiri unavyopata muda wa kutosha wa kupumzika, mwili unapata muda wa kutosha kuanza kuzalisha seli mpya na, na repair na maintenance. Kwa hiyo hata ile longe, longevity ya mtu, uwezo wake wa kuishi muda mrefu unaongezeka kuliko yule mtu ambaye anapata muda mdogo wa kupumzika na anakuwa katika hali ya tension. Ndio, shukran sana uh, Salum na rejea kwako. Umemsikia hapo mtaalamu wa masuala ya saikolojia. Sasa wewe umekwisha wahi kuona utofauti wa kutenga muda wa kupumzika. Uh, hebu tueleze japo kwa uchache, huwa unahisi vipi ukipumzika na usipofanya hivyo, um, uh, utofauti hupo, ukizingatia hasa kwa vijana wengi wanafanya kazi Jumatatu uh, mpaka Ijumaa mambo yanakuwa ni mengi sasa. Pale mtu unapoweza kutenga muda ukapumzika, unasikia mwili unakuwa uko safi kabisa, na hata akili pia inakuwa inatulia. Mm-hmm. Na usipofanya hivyo uh, ambapo labda uli, umefanya kazi kwa wiki nzima kisha hujapumzika na ukaendelea na kazi, huwa wewe unapata athari gani, mbali na mchoko labda wa kimwili? Ni athari zipo za sikwa sana, ni ile tu unahisi uchovu wa akili eh, na uchovu wa mwili mwigu yeah. ndiyo, ndiyo. Eh, basi nielekee upande wa pili wa studio kwake Tatu Karema ambaye anafuatilia maoni eh, ya wasikilizaji wetu. Lakini tukiachana na hayo Tatu, wewe binafsi huwa una Uh, penda kufanya nini hasa ili kujipumzisha na kuondoa uchovu mwilini? Uh, mengi napenda kufanya kujipumzisha kwanza ni kulipiza usingizi wa wiki uh -huh. Ujua kila siku unaporauka kufika nyumbani, kuna majukumu ya kazini, kuna majukumu ya nyumbani uh -huh. Unapata muda, kwangu mimi napata muda mfupi sana wa kulala, silali nikatosheka uh -huh. Kwa hivyo kila siku ninakuwa na nakisi ya masaa yangu ya <laughs> um, una, una usingizi, kwa hivyo unalipa deni la leo kama uh -huh. Leo hivi ni Ijumaa, akili tayari ishajua kwamba mwili unaenda kupumzika, kwa hivyo kupu mm. Hata hivi sasa najisikia mwepesi sana, kwa sababu najua naendelea ku polepole nautua ule mzigo. Kwa hivyo kesho lazima nitalipiza masaa kadhaa ya kulala kwanza. mm -hmm. Nikiamka napenda kusikiza mziki, mziki ambao hauna kelele nyingi, mziki uliotulia mm. E, za kikwetu lakini si hizi rumba za kikwenu uh <laughs> Eh, na mbali na hayo pia naketi nikiwa na kieti, muda kama sina kitu chengine cha kufanya nje kuangalia mm. filamu kuangalia filamu. Okay. Sawa, so, basi ni rejee kwako Elibariki, kama tulivyosikia watu uh, tunatofautiana sana uh, katika namna ya kupum, uh, kupumzisha mwili na akili uh, lakini kitaalam zaidi unadhani ni vitu gani ambavyo ni bora zaidi mtu kuvifanya ili kupata uh, mapumziko ambayo ya na, yanaweza kuwa na faida uh, hasa kama tutulizo la akili? Ni kweli, sio vizuri kwa sababu tafsiri ya kupumzika inapishana kati ya mtu na mtu. Kuna mwingine anaweza kusema mimi kupumzika kwangu ni kwenda kupata kilevi eh, yeye anaita ni kupumzika, lakini tunafahamu baada ya hapo anahangaika tena kutafuta kurikava kutoka kwenye hiyo hali. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwamba eh, kupumzika tunahitaji ambako kutakufanya mwili wako upate nguvu mpya, kwa hiyo kulala ni ni ni kitu cha kwanza muhimu sana e, usingizi usingizi, wataalamu wanakuambia kati ya masaa saba mpaka nane ni muhimu kwa afya, yakipungua sana walau sita na ukijipunja kama kama dada aliposema tafuta namna ya kufidia mm. E, usingizi wako, usingizi ni sehemu mojawapo, lakini kupata kufanya kitu ambacho kiko nje ya ile rutini yako ya kila siku. Hmm. Yani, kama wewe rutini yako kila siku ni kuwa kwenye kitu fulani, hebu unapofanya kitu kingine, za kwenda barabarani, kwenda labda studio, ukipata mda wa kwenda kutembea tu, kuangalia miti, kusika nyasi, kuna kuna sehemu ya ubongo ambayo inaamshwa ina ambayo kwa katika hali ya kawaida inakuwa haivushi kutokana na rutini yako ya kazi. Hmm. Kwa hiyo kufanya kitu ambacho kiko nje ya rutini yako, kuna wakati fulani inakusaidia sana kupumzika. Kukaa kwenye eneo ambalo uh, halina makelele mengi sana, kupata utulivu, kutembea peku. Hii ni muhimu sana na hii sayansi ina support sana. Wakati fulani tafuta muda, hata kama ni dakika tano tu at least mara mbili kwa wiki, mkiwa peku kanyaga ardhi kwenye ardhi, shika miti. Kuna kuna mbadilishano mkubwa sana wa umeme kwenye mwili na ardhi, ambao unakufanya uweze kuristo ile balansi ya kielektroniki ya, ya, ki ya mwili wa binadamu uh -uh. lakini pia kupata muda. Watu wengi wana ignore time ya kuoga. Watu wengi wanaoga wakiwa katika haraka haraka. Kwa hiyo uh -uh. kama kuna mara moja au mara mbili katika wiki, tafuta muda ambako utaspendi muda wa kutosha na maji yaani, oga kwa maana uweze kuya experience maji vizuri. Kuna namna ambavyo una, una recharge katika namna ambayo katika hali ya kawaida. Lakini kingine ni hicho eh, kufanya vitu ambavyo ni, ni passion yako, kufanya kitu ambacho kinaamsha ile, ile, ile hisia zako za ndani. Kama wewe ni mtu wa mpira naenda kaangalia mpira kama ni mtu unakuwa excited. ukiangalia movie, angalia movie. kama ni mtu wa kucheza game fanye hiyo kwa muda mfupi. anything ambayo kwako wewe inaamsha ina ile hisia ndani, kuna namna itakusaidia kurestore, lakini pia kupata time ya kuconnect na marafiki kidogo eh, kupu, kupata, networking kidogo, it's something ambayo inaweza kusaidia kupumzika. So namna zinaweza kuwa nyingi, lakini hizi ni chache. Naam, shukran sana kwa maelezo hayo ambayo ni muhimu sana. Uh, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mjadala wetu, Salumu, na kupa uh, dakika chache tu hapa, utueleze labda, unaweza ukawashauri nini uh, vijana wenzio kuhusu swala zima la kutenga muda wa kujipumzisha, uh, kutokana na wewe na harakati zako na hali ambayo umeshawahi kuipitia, uh, kutokana na swala zima la kuto kujipumzisha, unawashauri nini vijana wenzio katika hili naam, asante kwanza. Uh, nashukuru nimepata elimu nzuri sana kwa mtaalamu wetu hapo uh, napenda kuwashauri vijana wenzangu ni uh, vizuri sana kuweza kutenga muda kuweza kupata mapumziko na hususan katika vile vitu ambavyo hatukutani navyo katika zile siku za kazi. Kwa hiyo nawashauri kuweza kutenga muda na kuweza kupumzika vizuri kwa ajili ya kufanya mwili unakuwa vizuri sana. Nam eh, ni washukuru basi nyote kwa kushiriki kwenye mjadala wetu. Nilikuwa na Salum Juma kutoka Dar es Salam, huyo ni eh, mjasiriamali, lakini vilevile Elibariki Mkumbo ambaye ni mwanasikolojia pia kutoka Tanzania. Na leo tulikuwa tunajadili suala zima la kupumzisha mwili na akili baada ya wiki nzima ya hekaheka heka, eh, za kazi na shughuli zingine. Mimi ni Bakari Ubenda kutoka DW Bon. Uh, mimi binafsi huwa napenda kulala, kusoma vitabu na kuangalia filamu.